Kwenye video hii ya leo nitakuonesha ni, ni namna gani unaweza ukapata, uh, video zako ambazo ulishawahi kuzitazama TikTok, video zako zote ulizowahi kuzitazama TikTok, uh, TikTok ni mtandao ambao upo kasi na unakimbiza kinomanoma, na hii ni kwa sababu TikTok uh, ni maeneo ni, uh, ni mtandao wa kijamii ambao unakutanisha watu wengi sana kwa sababu TikTok ni sehemu ambako watu uh, wanaingia kwa ajili ya kupata taarifa mbalimbali lakini kupata burudani za miziki, vichekesho na mambo mengine mengi sana. Lakini kwenye matumizi ya TikTok kuna muda unaweza ukawa unatumia TikTok alafu uh, kuna video unaitazama lakini kwa bahati mbaya e, e, TikTok ika crash, e, simu labda ikazima bahati mbaya e, na sababu zingine ambazo ziko nje ya uwezo wako na ukaipoteza ile video ambayo ulikuwa unaitazama, labda na ulikuwa unataka labda uichukue video hiyo, au muoneshe rafiki yako au share kwa namna moja ama nyingine. Sasa uh, hii changamoto ni changamoto ambayo inawakuta wengi sana, na kwenye video hii leo nitakuonesha ni namna gani unaweza ukapata uh, video zako ambazo ulishawahi kuzitazama TikTok, video zako zote ulizowahi kuzitazama TikTok. Na maana hii utaweza kuzipata tena, na kama ulikuwa unaitafuta video ulioipoteza unaweza ukaipata tena na unaweza ukashare na rafiki zako kama kawaida. So cha kufanya ni rahisi sana, utabonyeza hiyo alama ya search, alafu baada ya hapo utaandika nukta, na baada ya kuandika nukta utaona maneno yameandikwa view your watch history. Hayo maneno yameandikwa ya kwa rangi nyeusi, view your watch history, maana yake ni kwamba angalia history yako ya video ambazo umezitazama, then baada ya hapo hayo maneno utayabonyeza. Utayabonyeza hayo maneno, and then atakupeleka kwenye video zako zote ambazo ulishawahi kuzitazama nah, kama tunavyoweza kuona video hizo hapo, zote ambazo nilishawahi kuzitazama mimi yeah, unaweza ukaangalia hapo ukachagua kama ni za jana unazitaka, kama ni wiki iliyopita kama ni mwezi uliopita, ni wewe tu lakini pia unaweza ukaamua kuchagua video kuanzia tarehe ngapi mpaka tarehe ngapi zikuoneshe. Mfano hapa mimi nachagua kuanzia tarehe tatu mpaka tarehe kumi na sita. Kwa hiyo TikTok itanaletea video zote ambazo nashai kuziangalia tarehe tatu mpaka tarehe kumi na sita, hizi hapa kama unavyoweza kuziona April kumi na sita tarehe tatu mpaka tarehe kumi na sita hizo video ndo ambazo nilizitazama zote inaniletea ko. Kwa namna hiyo unaweza ukatazama video zako zote ambazo ulishawai kuzipoteza ama umemisi kuziangalia tena. Na kufikia hapo, sina la ziada tena, niite misadii kutoka Creatives. bye, bye.